Ha, lakini mume wangu, hii adhabu wewe umempatia mwanao Junior kwa kweli ni adhabu kali mno. Mimi mwenyewe napatwa na, na, na, na, na, na tumbo la uzazi, yani nikifikiria. Sasa ya, na wewe ulipata mawazo gani ya kumfungia mwanangu, kumfungia siku saba zote, kisa yule eh, kisa yule mwanamke eh? mwanamke ndio aliyefanya kosa, itakiwa afunge mume wangu, ah <laughs> kwa kweli adhabu niliompatia yaweze kuonekana sio sahihi, lakini kwa upande wangu maamuzi niliyoyafanya ni maamuzi sahihi. Kwa sababu gani? Nikisema ni mwachie Junior akaya na zagazaga tu humdani anaweza kwenda kumtorosha yule binti alafu baadaye mimi ikaja ikanigeukia. Wewe una, una, unatambua kwamba kosa ulifanya. Babangu Alfred Ukala, sitaki lije jiudie tena. Mimi sitaki mwamnyange aje aniangushe kwenye ufalme wangu. kuwa na binti albino katika jamii yetu, hii ni laana na mkosi, na hii itafanya mimi niwe mnyonge tena kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, mwamnyange, kwa siko tayari kwa namna yoyote. Ndio maana nimemfunga na Junior, lakini sio kama nimemfunga kifungo kibaya, nimemfunga ili asimtoshe yule binti aha. Yani, kwa kweli huyu binti amekuja kuleta mtafaruko sana kwenye kwenye hili kasri letu. Tulikuwa tunaishi kwa amani, lakini yeye kuingia tu humu ameenda kuvuruga kila kitu. Alafu kwanza huyu albino, yaani, kwa kweli mimi natamani azabu yake ya kifo ifike muda wowote ule. Na vipi, funguo za gerezani umemkabidhi nani? Maana yake asija katokea akatokea mtu yote akamtolosha. Kuhusu funguo mke wangu, wala ondoa shaka, usiwe na wasiwasi wa aina yoyote, manake funguo nimezihifadhi kwenye secret room, kile chumba changu cha siri. Kule hakuna mtu yoyote, hakuna cha askari wala hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kaenda kwenye kile chumba. Kwa hiyo pale ndo nimehifadhi zile funguo, na kule mtu mwenye access ni mimi tu. Sihitaji mtu mwingine yoyote aende akajaribu kwenda kuchukua zile funguo, manake watu wanaweza kafanya ubaya hapa. Safi kabisa. Yani ni bora hiyo funguo umekaa nao wewe mwenyewe manake ingekuwa na, mungine, na tu, mtu mwingine au ingekuwa inasagasagana tu, inawezekana mtu akaenda kaikoropochoa alafu akaenda kawafungulia, mwisho wa siku sisi tutaonekana kama tumepoteza kila kitu. Na vipi, mume wangu, umepanga kutoa adhabu ya kifo kwa huyu mtu lini? Um, kuhusu adhabu ya yule binti ambaye tumemfunga, itabidi anyongwe kesho asubuhi. Kesho asubuhi kabisa, itabidi anyongwe yule binti. Kwa hiyo uh, nitajaribu kuorganize namna gani hii tukio itafanyika, lakini ndo hivyo, itabidi kesho asubuhi hii tukio lifanyike. Ah je, jamani, dunia ina watu wabaya. Walimwengu shujaa, yaani sitegemei kama hawa wana mpango wa kutekeleza mauaji ya kikatili kiasikiwe. Sasa binti wa watu wamekosea nini jamani? Hapa inabidi nifanye namna, niende nikaingilie maongezi yao. Ngoja ngoja ngoja, niwaingilie Punguza maongezi kwanza, mume wangu. Naona hapa kuna askari huyu, kibwana ameingilia maongezi yetu. Niambie, mbona hapa wako wako wako, shida kutafuta ni nini tena? Ah, mtukufu Malkia, ah, koo langu lime, kidogo limekauka, muda mrefu sijaonja, sija ladha ya wine. Kwa hiyo shida yangu ilikuwa kidogo nionje ni ladha ya wine. Wine hmm, ya yaani, wewe Unataka kuniambia haujasikia maongezi yoyote? Mimi na mke wangu tulikuwa tukiongea hapa. Eh? Haujasikia maongezi yoyote? Usinitumbulie macho hapo. I swear over my dead body. Yaani sijasikia neno lolote ambalo mlikuwa mkizungumza wewe na mkeo. Yaani sijasikia chochote. Ni vile nimekaa kule kwa lina linanikeleketa li lina kweli nakooa. Ni vile nimemiss tu kunywa ladha ya wine. Unaweza kanisaidia kidogo mwanamfalme? Maanake tunakaa tuna, tuna, tuna, tuna kwenye kulinda kila siku. Oh, basi kama hujasikia hamna shida eh. Mke wangu, naomba umpatie huyu glasi nzima ya pombe anywe hapa nikiwa namwangalia mimi ah, leo nimeakanyaga. Leo sasa mfalme, glasi nzima si nitalewa chakali chakalichakali, nitashindwa kufanya kazi. Wewe si umesema un, un, umemiss kunywa wine si ndio? Tena mimi simpatii glasi moja huyu, nampatia jagi zima. Naomba unywe jagi zima hapa hapa Ukishindwa kunywa ile jagi zima, manake utakuwa umesikia tu chakuwa nakiongea hapa, na utaingia kupata adhabu kali sana. Ukisikia mwana mwana kulifind mwana kuliget, yani leo ndo nimejichanganya. Uh, uh, basi basi sawa, malkia wewe nilete tu ile jagi, nilipige komoni chapo hapa liishi mara moja. God have mercy upon us. Ni siku ya tatu sasa, sijamwona Melisa jamani, sijui Melisa iko wapi? Sandra <coughs> Uh, mke wangu, haina haja ya kulia kiasi hicho, sisi wote hapa tunapitia maumivu ambayo wewe unayapitia. Mi mwenyewe nimemisa na kumwona Melisa mwanangu, sijui atakuwa wapi, lakini hata ukisema ulie ulie machozi mpaka ujaze debe, haitasaidia chochote. Yaani hapa inabidi tukae chini tutafakari namna gani tutafanya kuweza kumrejesha kumle Melisa aweze kurudi nyumbani. Sasa ukiendelea kulia hivyo mimi sidhani kama tunaweza tukapata suluhisho. Hapa cha kufanya mimi niko na wazo. Jamani mpaka tumbo la uzazi linanikamata. Mangu, ulikuwa na Magu, wazo gani tena? Ah, uh, mimi wazo langu nafikiri ni tukarejea kwa yule mganga tena kwa mara ya pili. Maana yule ndiye aliyetusaidia sisi tuweze kumpata huyo binti Melisa. Maana yake unakumbuka tulikuwa changamoto ya uzazi. Sasa hii tatizo la yeye kupotea sidhani kama ni kitu cha kawaida, yawezekana ikawa ni watu na mikono yao mibaya, watu wenye hila, mke wangu, watu ambao hawatupendi, wameamua kutufanyizia hili jambo. Turejee tu kwa yule mganga. Mimi naamini mwanamboka anaweza kutusaidia kwenye hili tatizo. Ah, yani mimi mpaka nimeshachoka jamani, hawa waganga wenyewe wa mjini mimi naona kama muda mwingine ni watapeli tu. Wewe unadhani anaweza akatusaidia kumrudisha Melisa tena? Ndiyo, bila shaka mke wangu, kama yeye ndiye aliyetusaidia sisi kuweza kumpata huyo binti wao. Wakumbuka kabisa sisi tulikuwa na changamoto ya uzazi, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kupata mtoto. Unatambua kabisa tatizo, tumeshazunguka hospitali na hospitali, lakini tatizo lilikuwa pale pale. Lakini kufika kwa Mwanamboka yule mganga akatusaidia na tukapata huyo binti japo binti huyu amekuwa na changamoto nyingi sana lakini mimi naamini yule mganga Mwanamboka anaweza akatusaidia hatimaye tukaweza kumrudisha binti yetu. Yani, mm-hmm. Mme wangu na waganga? Aye, basi, na waganga. Haya basi, haina shida, tutakwenda kwa huyo kwa huyo mganga wako huyo Mwanamboka. Mungu wangu, kibwana eh. Nini kimekukuta tena? Mbona watembea umelegea legea hivyo? Unaonekana kama umelewa. Shida ni nini? Eh? Asubuhi hii unakuwa umelewa matatu tap-tap kweli? Kulikoni? Ah, ndugu yangu, wewe usione kama mimi nimelewa hapa. Yaani ah, kwa kweli leo nikuta hii hali ya umbea hii itakuja kuniua hii. Nilikuwa zangu kwenye pita pita nikakuta bwana mwana, nikamkuta mfalme yuko na mke wake wakidiscuss mambo ya kwenda kumnyonga yule binti. Sasa mimi sikuona kosa lake ilikuwa wapi mara ghafla nikawa nimefumwa na mke wa mfalme. Sasa nikabidi pale nizuge kwamba, ah, nilikuwa nimemiss kunywa waini. Nikajua atanipa waini ndogo, nikapewa jagi zima. Ndio maana naona nayumba yumba hii. Ah, pole sana ndugu yangu. Sasa na wewe ulikwenda ulikwenda kufuata nini huko? Sasa na wewe kichwa, usicheke hivyo mwenzako. Mimi yani, tena sio jagi lile, mimi nahisi nimepewa, nahisi ni mtungi mzima ule. Yani nimelewa ni kuchaka lichaka, lakini ah Kweli hawa watu wana roho ya kikatili sana. Yani mfalme Ukala, sikutegemea kama angefanya maamuzi kama haya. Unajua, una, una nachokuambia ni serious kweli, mimi sikutani. Ah, we kibwana, usemao ni ya kweli ah? kwa hata kuniambia wanataka kumnyonga lini? Sasa yani ninavyokuambia, kesho asubuhi kabla jogoo hajawika watakuwa watakua ile mbali. Yani eh, kwa kweli mimi moyo wangu umeumia sana ah. Ala, kesho asubuhi.